Utofauti mkuu kati ya toba na rehema. Jina langu naitwa Mwalimu Eliya Emmanuel Ndoda. Nilikuahidi kabisa kwamba kiko kipengele ambacho kinaendelea, kwa hiyo tunaendelea na somo letu la utofauti kati ya maombi ya rehema na maombi ya toba. Bwana Yesu asifiwe sana kwao. Hiki kilikuwa ni kipengele cha tatu ambacho tuko tunaendelea nayo katika sehemu ya pili ya somo letu, kwa hiyo tupate kuendelea. Toba inahusu dhambi, hilo lazima ulijue kwamba toba huwa inahusu dhambi, wakati huku rehema inahusu dhaifu na mahitaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Rehema inahusu udhaifu na mahitaji. Tuangalie kwenye eneo la malengo. Lakini lengo la toba ni msamaha wa dhambi, lengo la toba ni msamaha wa dhambi, huku lengo la rehema ni msaada wa Mungu. Lengo la rehema ni msaada wa Mungu. Toba inalenga kumbadilisha mtu, mtu abadilike kabisa, toba. Huku rehema inalenga kumwinua mtu na kumsaidia kwao, inalenga kuinuliwa na kusaidiwa, rehema hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Toba mwanadamu anakiri Makosa. Kwenye toba mwanadamu ana kilikosa, wakati kwenye rehema inamwonyesha kwamba mwanadamu ana udhaifu. Kwa kwenye rehema inamwonyesha kwamba mwanadamu ana udhaifu. Bwana <laughs> Yesu asifiwe. Kwenye toba toba, rehema hufuata baada kwenye eneo la toba. Kwa rehema ufata baada ya toba, wakati kwenye rehema inaweza kutolewa kabla ya toba kwa huruma za Mungu. <tosimu> <tosimu> sijui unanielewa? Yaani, kwenye eneo la rehema, rehema inaweza kutolewa kabla ya toba kwa huruma za Mungu. Kwa Mungu anaweza kaanza kumhurumia mtu kabla kabla hata ya kukiri dhambi zake wakati bado ana dhambi zake, wakati bado ana uovu wake, rehema ya Mungu ikapita kwa, ikatangulia toba. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mambo ya ajabu sana, lakini Mungu ni mwema sana na ni mwaminifu sana kwetu. Angalia mfano huu, mfano wa mwana mpotevu. Mwana mpotevu anakuwepo kule eh, anapofika kwa baba yake, wakati ambapo alikuwa Eh, amekosea kabisa, nafika pale, kabla hajaeleza chochote baba yake tayari shamhurumia ile kumwona, anashangaa, anawekwa, anavikwa pete, anavikwa mavazi mazuri, anafanyiwa sherehe, mnyama anachinjwa kwa ajili yake, inafanyika sherehe. Lakini kinachotangulia, kilichotangulia kwanza ilikuwa ni rehema, moyo ulimfungua baba. Ulimfungua kwa sababu alianza kwanza kumhurumia mwanaye kwa akaanza kufanya vitu vizuri kwake moyo wake ukafunguka kwake mapema kabla hajamba tamusamaha. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini tuangalie kwa Bartimayo pia. Bartimayo tunaona kabisa kwamba yeye alichoanza kutangaza ilikuwa sio makosa yake. anachoanza kutangaza na umba, rehema inaanza kutolewa kabla ya rehema, kwa alianza kusema kwamba mwana wa Daudi, ni rehema. hajaongea ujue kabisa kwamba alikuwa hajaongea chochote na ye, lakini anaanza kusema ni rehema, kwa anaanza kupona kabla hata hajaombewa sala, toba hajaomba msamaha kwamba ni kuna makosa fulani, kwa kina atangulia ilitangulia rehema hii ilitangulia kabla ya hata toba. Kwa kuna wakati mwingine mtu rehema ya Mungu inaweza kumfata hata kama bado yuko dhambini. Ndio maana unaweza kukuta watu bado mtu yuko dhambini, lakini rehema za Mungu zinamfata kwa viwango vikubwa. Bwana Yesu asifiwe sana, kwa rehema za Mungu unakuta zinamfata kwa viwango kubwa. E, tuangalie jambo lingine la nne. Jambo la nne ni kwa nini mkristo anahitaji maombi yote mawili? Ni kwa nini Mkristo anahitaji maombi yote mawili? Twende pamoja. Jambo la kwanza, bila toba hatupati msamaha. Kwahiyo huwezi kupata toba bila msamaha, yani bila toba hatupati msamaha, ndo nachokimaanisha, bila toba hapana msamaha. Bwana asifiwe sana. Kwao toba huwa inafungua mlango wa moyo ili Mungu aingize wokovu na utakatifu wake. Jambo la pili, bila rehema hakuna nguvu za kuweza kustahimili dunia. Kwao bila rehema za Mungu hakuna nguvu za ambazo zinaweza kutusaidia kustahimili kwenye dunia Rehema huwa inatusaidia kupitia katika majaribu kwenye mambo ya ukosefu, rehema huwa inaingilia kati. Kuna wakati tunakosea, lakini pia kuna wakati tunapita katika mapito magumu, kwao rehema huwa inaingilia kati. Lakini kuna wakati mwingine huwa tunapita katika mashambulizi mbalimbali mbali ya kiroho, kwao rehema za Mungu ndizo ambazo huaga zinakuwa zina zinaingilia kati. Jambo la tatu, toba inagusa kiini cha mwanadamu. Kwa toba huwa mara nyingi inagusa kiini cha mwanadamu, ndicho ambacho toba huwa inagusa. Wakati huo rehema inagusa hali ya mwanadamu. Kwa hiyo utaona kabisa kwamba kuna tofauti. Kwa hiyo rehema yenyewe inagusa ile hali ya mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la nne, toba inabadilisha moyo. Toba huwa ina uwezo wa kubadilisha moyo huku rehema ikibadilisha mazingira. Kwa rehema yenyewe huwa inabadilisha mazingira, kwa rehema za Mungu inaweza ikabadilisha uchumi. Rehema za, za Mungu zinaweza zikamponya mtu. Rehema za Mungu zinaweza zikafanya mambo mengi ambayo mengine eh, ni kama kibinadamu, lakini ni msaada kwetu, yanakuwa natusaidia sisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Jamra tano toba inaleta msamaha. Kwa toba huwa inaleta nini? Inaleta msamaha. Wakati huo rehema inaleta msaada. <laughs> Unaona tofauti? Kwa huku uwaji inaleta msamaha, wakati huu e, toba huwa inaleta msamaha, wakati huo huo rehema yenyewe huwa inaleta msaada. Kwa kukusaidia. Kwa tunatembea na nguvu za Mungu kwa sababu ya rehema si kwa sababu ya toba. Kilichotunza nguvu za Mungu ndani ya mtu huwa ni ile neema ya e, neema ambayo inaletwa na rehema za Mungu ndizo ambazo zinafunika. Neema ya Mungu inatembea na wewe, shangana nguvu za Mungu, unapita maeneo ambayo kibinadamu huwezi kuyapita, unafanya mambo ambayo kibinadamu ulikuwa huwezi kuyafanya. Ni nini? Ile rehema za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la tano tuangalie umuhimu wa kila ombi. Kila ombi lina muhimu, kwa hiyo tuangalie umuhimu wa kila ombi. Jambo la kwanza, tuangalie na umuhimu wa maombi ya toba. Umuhimu wa maombi ya toba, maombi ya toba yana muhimu gani? Tuangalie hapo. Jambo la kwanza, hufanya njia ya wokovu, hufanya njia ya wokovu. Jambo lingine la pili, hurejesha uhusiano na Mungu. Kwa hiyo huwa inarejesha uhusiano na Mungu. Jambo lingine huzuia hukumu ya Mungu. Toba hii muhimu wa toba, kwa hiyo huwa inazuia hukumu ya Mungu. Lakini jambo lingine, hii toba huwaga inaleta utakatifu katika maisha. Kwa hiyo huu utakatifu huwa unaletwa kinacholeta, kinachovuta ni maombi ya toba, utakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana lakini pia toba hii huwa inafungua milango ya neema. Sasa tukiangalia kwenye neema, ndo kule ambapo tunakutana na rehema za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo uwe na uhakika kwamba utakutana na rehema zingine ambazo zitafunguliwa kwa ajili ya maisha yako. Kwao ni muhimu sana kuomba na ni muhimu sana dhambi kukaa mbali na wewe, ili upate kufanikiwa katika Mungu, ili upate kuishi na Mungu. Ni vizuri sana uh, sisi ambao tumekaa na Kristo tunaelewa tunaelewa vile ambapo tumekaa na Mungu, tunaelewa tunakoenda, tunaelewa tulikotoka, tunaelewa kwa sababu eh, kuna namna ambavyo mbingu inazungumza na sisi. Kuna mahala ambapo tukikwama mbingu inasema na sisi nini, lakini si kwa sababu ya uwezo tulionao, lakini rehema za Mungu zimetuatamia na tumekubali tumetii, tumekubali tumekaa chini ya neema ya Mungu ili Mungu aweze e, kutuongoza kwa kadiri ambavyo imempendeza. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi tuendelee kujifunza hapa. Sasa tuangalie umuhimu wa maombi ya rehema. Sasa umuhimu wa maombi ya rehema, ndio tuangalie nayo rehema. Jambo la kwanza, huleta uponyaji wa nafsi na mwili leta uponyaji wa nafsi na mwili. Tulizungumza kabisa mwanzoni kwamba maombi ya rehema huwa ina inadili sana na hali, kwa hiyo huponya nafsi n na, huponya eh, uponyaji wa nafsi na mwili Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo lingine la pili hutoa msaada wa Mungu katika hali ngumu, kwa katika mazingira magumu huwa inatoa msaada. Kwa hiyo ni muhimu sana haya maombi ya muhimu sana, kwa sababu huwa inatoa msaada wa Mungu wakati wa, wa mambo yakiwa magumu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini haya maombi ya rehema, pia jambo la tatu, kwamba hutuepusha au tulinda na kutuepusha na hatari. Kwa hiyo hutulinda na kutuepusha na hatari Maombi haya rehema. kwa ni muhimu sana kuwa nayo. kuita rehema kwenye maisha yako ni muhimu. lakini jambo lingine la nne hutujenga katika unyenyekevu. Kwa rehema za Mungu huwa zinatujenga katika unyenyekevu. Bwana Yesu asifiwe sana, lakini jambo lingine la pili maombi haya rehema huwa yanatupa ushindi dhidi ya maadui wa kiroho. Bwana Yesu asifiwe. kwa maadui wa kiroho huwa wanashindwa kutokana na kwamba yako kwa maombi ya rehema, iko rehema inaishi katika ulimwengu wa roho wa watu kwao. Maombi yote kimsingi ni ya muhimu sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwayo nimalizie kwa kusema kwamba hatuwezi kuishi maisha ya ushindi katika Kristo Yesu bila rehema na toba. Kwayo hivi vyote ni vya muhimu sana, ni vitu vya kuzingatia na ukijua kabisa kwamba maombi ni nguzo kwa ajili ya maisha yako ya wokovu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo, toba hutufanya tuwe safi na rehema hutufanya tuwe thabiti. Bwana Yesu asifiwe sana kwa. Toba huwa inatufanya tuwe wasafi kabisa, lakini rehema inatufanya tuwe thabiti kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana kwa. Toba ina kazi ya kuturudisha nyumbani kwa Baba. Inatwita inatuvuta na kutupeleka nyumbani kwa Baba. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati huo rehema, rehema hutufanya tuendelee kuishi kwenye nyumba ya Baba kwa ushindi. Bwana Yesu asifiwe kwa hutufanya tuendelee kuishi kwenye nyumba ya Baba kwa tena, si kuishi tu kwa ushindi. Kinachofanya tuweze kusimama katika ukoko wa ushindi ni rehema za Mungu ile ina ina toba ilituvuta, inatuleta kwa Mungu, lakini rehema inatufanya tuweze kuishi kukaa pale kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa maombi haya ni ya muhimu sana, ni ya muhimu sana, yote ni ya muhimu kuomba toba na rehema, na hapa nimekufundisha. Nadhani sasa, hata katika maombi yako mara nyingi utakuwa hauchanganyi, utakuwa unaomba e, sawa sawa na vile ambavyo ilitakikwa uombe unahitaji neema ya Mungu, unaomba rehema kupitia rehema. Lakini kuna maeneo ambayo hauko sawasawa, inabidi uombe toba. Bwana Yesu asifiwe sana kwa maombi hayo, yote ni ya muhimu. Mungu akubariki, Mungu akubariki sana. Baba Mtakatifu, Mungu naishi, Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye mamlaka, naomba Bwana somo hili likamfaye mtu huyu, kamfundishe kaendelea kumpigania ya. Neema yako Mungu ikamfunike kwaja utukufu wako Baba, pokea sifa tukufu katika jina la Yesu Kristo Nazareti, amina. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki mno. Share na watu wengine ili wapate kujifunza, uwe umehubiri pamoja na mimi, naye Mungu atakubariki sana kutokea katika jina la Yesu, amen.